Tafakuri ya neno la Mungu ni kama tulivyopewa, uh, siku ile ya Jumapili, nimeona ni fanye marejeo tena ya somo la Injili kutoka uh, Luka sura ya 24 mstari wa 13 hadi wa 35, na tulipewa kichwa kinachosema Bwana Yesu anajifunua kwetu. Ninaamini sote tulipata nafasi ya kujifunza mengi kupitia ujumbe huu ambao tulipewa katika kalenda zetu siku ya Jumapili, na ningeomba nitazame tena ujumbe huu, Luka 24:13 hadi 35. Miongoni mwa mengi ambayo naamini tulipokea, napenda tena kuwatafakarisha kuhusu safari ya hao watu wawili ambao wamekutana na mtu asiyemfahamu wa na wao wanazungumza kuhusu yaliyotokea, na wanaulizwa ni mambo gani hayo mnayoyazungumza. Wao wanapatwa na mshangao kuhusu swali hilo, lakini eh, ndugu zangu, katika kuendelea kwao tunaona ya kwamba mtu huyu ambaye hawamfahamu alianza kuwaeleza mambo ambayo yanamhusu yeye mwenyewe na neno la Mungu linatuambia katika kuendelea kwao, walipofika yeye, Bwana Yesu akataka kuendelea. Anasema wakakikaribia kile kijiji ki walichokuwa wakienda naye, alifanya kama anataka kuendelea mbele. Mstari wa ishirini na nane. Na, naomba kuzungumzia hasa eh, jinsi hawa wawili wa walivyofanya ushawishi kwa mtu ambaye hawakuwa bado wanatambua kwamba ndiye eh, waliyekuwa wanamzungumzia. Mstari wa 29, wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi kwa kuwa kumekuchwa na mchana unakwisha. Naangalia e, shauku yao ya kwamba huyu ambaye ametueleza e, kwa ufasaha kumhusu huyo tulikuwa tunamzungumzia, tunamwachaje aweze kuendelea na safari? Na wao wakamshawishi wakisema kaa pamoja nasi. Wimbo ambao tumeimba nataka nimjue Yesu ni unatupa ujumbe unaofanana na hawa ambao wame, wame, wamemshawishi huyo aliyewaeleza. Huenda walifikiria kwamba tukikaa naye ataendelea kutueleza mengine ambayo katika hii safari bado hajasema, kwa sababu wakati huo bado hawajajua kama wanayezungumza nao ni Bwana Yesu, kwa hiyo walipomshawishi kama somo linavyotueleza akawa tayari kwenda, na hapo baadaye ndipo wanafunuliwa uh, au Yesu anajifunua kwao, alipomega mkate wanapata kutambua kwamba aha, kumbe huyu ndiye yule ambaye tulikuwa tunazungumza habari zake. Ndugu zangu, nimeguswa sana na utayari wa hawa watu wa kumwalika Bwana Yesu, hata bila kujua kwamba ni yeye. Wanasema, kaa pamoja nasi na, na sisi ambao tayari Kristo amejifunua kwetu kwa namna nyingi, tunahitaji mara zote kukaa na Yesu. Mariamu aliambiwa alipokaa naye, amechagua fungu lililo jema. Wimbo huu tulioimba fungu la nne linasema nataka nikae naye kwa mazungumzo zaidi. Naomba katika somo hili tupate kujifunza kutoka kwa hawa wenzetu jinsi walivyomkaribisha yeye wasiyefahamu kama ndiye Yesu, na hiyo, kwa njia hiyo Bwana Yesu akajifunua kwao, na sisi tuna tunalo la kujifunza kwa hawa kwamba kwa, kwa kukaa pamoja na Yesu anazidi kujifunua kwetu, na sisi tunakaa naye kwa njia ya kumsikia anenapo kitabuni, kama tulimba fungu la pili na fungu la nne, kwa njia ya sala anaendelea kujifunua kwetu. Ni jambo la pili ambalo naliona ni utayari wa hawa watu. Baada ya Yesu kujifunua kwao, Biblia inatuambia waliondoka bila kuchelewa, anasema wakaondoka saa ile ile msura 33 wakarejea Yerusalemu na huko wakawakuta wale kumi na mmoja wamekusanyika na msura 35 nao waliwapa habari ya mambo yale ya njiani na jinsi alivyotambulikana kwao au, au jinsi alivyojifunua kwao ndugu zangu hiyo ndiyo misioni na uinjilisti kwamba Kristo akiisha kujifunua kwetu, basi tunatarajiwa kama hawa kutoka na kwenda kuwaeleza wengine habari njema za ukombozi, habari njema za Yesu Kristo ambaye amejifunua kwetu wakati huu ambapo wako wengi wamekata tamaa na wanapewa habari zisizo sahihi kumuhusu Yesu kwamba Yesu alikuja kwa ajili ya kuwaletea watu utajiri na sio kuwaletea watu uzima uzima, uh, uzima wa milele. Mimi na wewe kupitia somo hili tunajifunza jinsi ambavyo wenzetu waliondoka kwa haraka bila kuchelewa kwenda kusimulia jinsi Kristo alivyojifunua kwao, na sisi tunao ujumbe huo wa kutoka na kuwaeleza wengine namna ambavyo Kristo amejifunua kwetu nasi tukapata kumtambua kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Mungu alibariki neno lake. Tuendelee kumwalika Kristo akae pamoja nasi kwa njia ya kumsikiliza anaponena kitabuni na kwa njia ya sala na pia tuende tukawaeleza wengine kuhusu uzuri wa huyu ambaye amejifunua katika maisha yetu. Mungu alibariki neno lake. Amen. <tipos>